RPC wa mkoa wa Mwanza nampongeza sana mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa mkoa, nawapongeza sana maosidi wa mkoa huu kwa kazi nzuri wanaifanya. Waliposikia mimi nakuja, natoka Geita, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza wa Jalala kwa busara zao na uzalendo wao wameamua kunisimamia nihakikishe na kutana na nyinyi wana Mwanza. Mwanza, Mwanza wewe, ile mera safi. Hawa jeshi la polisi mnaowaona waliposikia taarifa yangu na kuja, sidhani kama chai wamekunywa. Hii yote ni kuonyesha uzalendo wako imara kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa letu. Ni lazima niseme. Ni lazima niseme jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, nalipa na kongole, kazi nzuri wanazifanya. Ndugu zangu, wanaelemela, leo hii ni baraka kubwa katika maisha yangu na katika kumbukumbu kumbu za maisha yangu.